Bwana Yesu asifiwe, asubuhi wa leo mtazamaji wangu wa kwa majina anaitwa Charles Wafula ama ukipenda Mulamwa Kitimoto. Eh, ninakualika katika neno la siku ya asubuhi wa leo, tushirikiane pamoja, tusikie Mungu anasema nini katika mwaka huu wa 2026 mwaka ambao ni mwaka wa baraka, mwaka wa ushindi, mwaka wa amani, mwaka ambao umejaa ushindi na baraka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe asubuhi wa leo. Tunasoma katika kitabu cha Zaburi tisini na moja mstari ukiwa mdogo wa kwanza. Eh, huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi, alikuwa ananena pamoja na Mungu. Mungu alikuwa anamzungumzia, Mungu alikuwa anamwambia jinsi maisha yake yalivyo Mungu alikuwa ananena juu ya maisha yake. Biblia inasema aketie mahali pasiri pake. Aliye juu atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu, mwaka wa 2026. Biblia inasema aketie mahali pasiri. Mahali pasiri ni wapi? Mahali pasiri ni katika neno la Mungu. Mahali pa siri ni katika nyumba ya Mungu. Mahali pa siri ni mahali ambapo munakutana tu mukiwa watu wawili. Mahali pa siri ni mahali ambapo watu hawezi wakaingia ovyo ovyo. Mahali pa siri ni mahali ambapo wewe unakaa pamoja na mungu wako, mkinonganezana mukiwa watu wawili, mukiongeleshana katika sauti ya upole, katika sauti ya unyonge katika sauti ambayo haiwezi kasikika hata na watu wengine. Sauti ambayo haiwezi ikasikika hata na vitu vingine. Sauti ambayo unasikiza na pia yeye anakusikiza. Mahali pasiri ni mahali ambapo hata hakuna mtu anaweza jua mko wapi. Mahali pasiri hakuna mtu anaweza elewa ni nini ambacho mnafanya. Mahali pasiri ni mahali ambapo hata mtu akijaribu kukutafuta awezi akakupata lakini maandiko inasema nini? Aketiye mahali pasiri aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Wewe ambaye umeukubali huyu Mungu, utakaa katika uvuli wake, utakaa chini ya uvuli wake, utakaa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu, utakaa katika chini ya mbawa za Mwenyezi Mungu. Ni sawa na mti, jua ikiwa kali Watu wengi watu wengi wao tunakimbia kwenye kivuli au kwenye varanda kwa sababu ya kutafuta kivuli. Mvua ikiwa inanyesha, tunakimbia kwenye varanda kwa sababu ya kutafuta kivuli. Jua likiwa kali, tunakimbia kwenye varanda kwa sababu ya kutafuta kivuli. So hata pia maandiko yanasema ya kwamba katika uvuli wake Mwenyezi Mungu, wewe ambaye unanisikiza mchana wa asubuhi wa leo, wewe ambaye unasikia neno hili asubuhi wa leo Unakaa katika uvuli wa Mwenyezi Mungu. Ninakuombea mwaka huu wa 2026. Wacha tukakae katika uvuli wa Mwenyezi Mungu. Wacha tukakae katika uvuli wa mbawa za Mwenyezi Mungu. Wacha tukakae mahali pa siri pamoja na Mungu wetu. Maana ukiwa na siri na Mungu, chochote ambacho utataka akufanyie, atakufanyia. Chochote ambacho utamuomba, atafungua. Chochote ambacho utahitaji kutoka kwake, atakupatia. Watu wengi huwa tunakata tamaa, watu wengi huwa tunachoka, kwa sababu hatujajua siri ni nini, hatujajua hii siri iko wapi. Hatujajua mahali pa siri ni wapi, hatujajua siri inapatikana wapi, hatujajua huyu mwenye siri ni nani, hatujajua huyu mwenye siri tunaweza mpata namna gani. Lakini asubuhi wa leo ninataka kukuambia hivi, mtazamaji wangu, mwenye siri ni Mwenyezi Mungu. Mahali pa siri ni kukaa miguni pa Mungu, mahali pa siri ni kukaa karibu na Mungu, mahali pa siri ni kukaa pamoja na huyu Mungu, maana katika kitabu cha Mathayo Biblia inasema ya kwamba, ombeni nanyi mtafunguliwa. Isheni nanyi mutafunguliwa, ombeni nanyi mutapewa, tafuteni nanyi mutapata. Tafuteni nanyi mutaona. Hata Yesu akauliza swali, ni nani ambaye mwanao atamuomba mkate na hata ampe jiwe? Ni nani ambaye mwanao atamuomba samaki na amupe nyoka? Kwa hivyo, asubuhi wa wa leo, mtazamaji wangu, ninataka kukwambia ya kwamba gundua hii siri siku ya leo. Ingia mahali pa siri, kaa karibu na hii siri, kaa karibu na huyu mwenye siri, songea karibu na huyu mwenye siri, maana atakufunika na mbawa zake. Licha ya wachawi watakutafuta, licha ya waganga takutafuta licha ya majaribu itakutafuta, lakini kwa sababu atakuwa amekufunika hakuna chochote ambacho utakutana nacho, hakuna chochote ambacho utagongana nacho, hakuna mchawi atakaye kuona, hakuna mganga atakaye kuona, hakuna adui atakayekupata, kwa sababu utakuwa kwenye kivuli, kwa sababu wewe utakuwa kwenye kivuli. Hautaona, utaona jua likikuchoma, hautaona, utaona mvua ikikunyeshea, bali ile mvua ambayo utaona itakuwa ni mvua ya baraka, itakuwa ni mvua ya ushindi, itakuwa ni mvua ya ushindi, itakuwa ni mvua ya amani, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Mungu wetu ni Mungu wa siri, na ukiwa karibu na yeye, hata kuibia siri zake, hata kuonyesha mambo makubwa makuu, hata usioyajua katika maisha yako, hata kuonyesha mambo makubwa makuu, hata usioyaelewa, hata kuonyesha mambo makubwa makuu, hata wewe usiojua, hata kufunulia mipango zako, hata kufunulia baraka zako hata kufungulia chochote ambacho utahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa pili Biblia inasema nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Baba, ninakualika asubuhi wa leo ya kwamba nitasema, ya kwamba Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Asubuhi wa leo, wacha Mungu akwe kimbilio lako, wacha Mungu akwe kimbilio lako. Usikimbie kwa wachawi, usikimbie kwa waganga, usikimbie kwa waombaji. Wewe kimbia kwa Mwenyezi Mungu, maana ni yeye atakusaidia maana ni yeye atakupigania, maana ni yeye atakuokoa, maana ni yeye atakuvumilia. Ukiangalia wanadamu watachoka na wewe, ukiangalia wanadamu wako na mambo yao inawasumbua, ukiangalia wanadamu wako na mambo yao imewafinya. Lakini asubuhi wa leo, kigundua hii siri, kimbia kwa mwenyezi Mungu, kimbilia mwenyezi Mungu, ambia Mungu akuwe ngome katika maisha yako. Wacha Yesu akakuwe ngome katika maisha yako. Wacha Yesu akakue ngome katika maisha yako, wacha Yesu akakue ngome katika nyumba yako, wacha Yesu akakue ngome katika ndoa yako, wacha Yesu akakue ngome katika kazi yako, wacha Yesu akakue ngome katika njia zako, wacha Yesu akakue ngome hata katika chochote ambacho unahitaji kutoka kwake, kwa sababu yeye ni kimbilio. Maana Biblia inasema heri wanaomkimbilia yeye hawataibishwa, heri wanayemtafuta yeye hawataibishwa heri wanayemuomba yeye maana atawapatia. Heri wanayemtafuta yeye maana atawaonekania. Heri wanayemuomba yeye maana atawapatia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wangu nitakaye mtumaini. Asubuhi wa leo tumaini tu huyu Mwenyezi Mungu. Asubuhi wa leo tumaini Mungu, wacha tumaini lako likawe katika Mwenyezi Mungu, wacha tumaini lako likakae katika Kristo, wacha tumaini lako likakue kwenye Mwenyezi Mungu, wacha tumaini lako likakue kwa Yesu. Maana wewe ukimtumaini Mungu hata kuwacha bure, wewe ukimtumaini Mungu hata kuchoka na wewe. Maana Daudi alisema ya, ya kwamba Daudi alisema ya kwamba heli yule anayemtumaini Mwenyezi Mungu, maana thawabu yake ni kubwa, maana dhawabu yake ni mingi, maana dhawabu yake iko mbinguni, maana dhawabu yake iko mbinguni. Wewe ambaye unamtumaini huyu Mungu, wacha Mungu akuonekania wa asubuhi wa leo, wacha Mungu akutendee wa chochote ambacho unahitaji, wacha Mungu akakujibu wa chochote ambacho unahitaji, wacha Mungu akaweke wa uvuli katika maisha yako, wacha Mungu akaweke wa uvuli katika mwili wako, wacha Mungu akaweke wa uvuli katika ndoa yako, wacha Mungu akaweke wa uvuli wake kwenye kazi yako, wacha Mungu akaweke uvuli katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu amani akubariki na ataka kutende mema, Amen.